Ndugu zangu wananchi wa mkoa wa Kagera, kwanza nianze kwa kutoa shukrani za dhati kabisa kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea msaada huu wa kisheria unaojulikana maarufu kama Samia Legal Aid Campaign. Kampeni hii kama ambavyo mkurugenzi wetu ametueleza, inalenga kutatua changamoto za kisheria zinazowakabili wananchi wetu. Mkurugenzi ni kushukuru sana kwa ufafanuzi mzuri. Langu mimi ni moja tu, kuwahamasisha wananchi wa mkoa wa Kagera kujitokeza kwa wingi kuja kueleza matatizo yao au changamoto zao ziweze kutatuliwa. Jopo la wanasheria ambalo linazunguka lina, lililo, wanasheria waliotoka wizarani, wanasheria kutoka asasi za kiraia uh, ikiwemo TLS na wengineo wakiwemo mawakili wetu wa serikali watashiriki katika zoezi hili la kutatua kero. Kwa hiyo kampeni hii ni kubwa na kabambe na ni fursa adhimu na adimu kwetu Wanakagera. Natambua wanakagera tunazo changamoto nyingi sana, haswa migogoro ya ardhi na migogoro ya mirathi ambazo baadhi tumejaribu kuzitatua, lakini nyingine nyingi zilikuwa nje ya uwezo wetu na hatukuweza kuzitatua. Ni wakati mwafaka sasa wa kuzifikisha zitatuliwe. Naomba Jumatatu saa mbili asubuhi usikose kufika Mayunga na changamoto zako, ili ziweze kutatuliwa kwa muda mfupi. Ni siku kumi za msaada muhimu. Naomba kila mmoja mwenye changamoto inayohitaji msaada wa kisheria ajitokeze, iwe ya tatizo la, la ardhi, mirathi, kudhulumiwa na mengine mengi, masuala ya kibiashara na kadhalika. Tutumie fursa hii a, a, kuja ku, ku, kutatua changamoto zetu. Kikubwa ambacho ninawaomba watumishi wenzangu wa serikali, tutumie kampeni hii kama sehemu ya kujifunza kutatua changamoto za wananchi wetu. Wow. Wadau wa kampeni kwa maana ya wataalamu wa wizara na na wadau wake watakuwepo kwa siku kumi, lakini changamoto hazitaisha ndani ya siku kumi, zitaendelea kuwepo. Hivyo ni wajibu wetu sisi kupitia maarifa, mbinu na mipango mbalimbali tulio tutakayokuwa tumejifunza ndani ya hizo siku kumi, sasa tujipange kama timu tuendelee kutatua changamoto hizo kwa utaratibu endelevu na mimi ninaziagiza ni halmashauri zote kuweka ku... baada ya kuzindua kampeni hii kuendelea kuwa na kliniki za kero ambazo zitakuwa zinafanyika kila siku ya Jumanne na Hamis, na hapo mheshimiwa mkuu wa wilaya na wataalamu wake watakuwa wanakaa kusikiliza kero mbalimbali mbali za wananchi katika maeneo yao. Nimefarijika sana kwamba kampeni hii itazunguka kwenye kata mbalimbali mbali, kwa hiyo wananchi wengi watafuatwa huko waliko lakini kwa wale wa mjini naomba tujitokeze siku ya uzinduzi tuweze kutatuliwa pale, na matenti yatakuwepo Mayunga kwa siku kumi. Kliniki ya kutatua kero itaendelea pale kwa siku kumi na mtaendelea kupata msaada wa kisheria pale Mayunga kwa muda wa siku kumi. Usikubali kuipoteza fursa hii. Mgeni rasmi katika uzinduzi wa kampeni hii anategem anatarajiwa kuwa waziri wetu wa Katiba na Sheria, Daktari Damas Ndumbaro atakuwepo na tunamkaribisha sana mkoani Kagera. Kipekee nirudie tena kumshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuleta kampeni hii ambayo inakwenda kumhakikishia mwananchi mnyonge haki na usawa katika kupata haki zake za msingi. Baada ya kuyasema hayo, niwaombe pia wananchi wote na watumishi wote kujitokeza. Wale wananchi ambao mtakaokuwa mmepangiwa jukumu hili la kushiriki katika utatuzi wa kero, mfike bila kukosa, kwa sababu ni wajibu wetu kutekeleza jukumu hili muhimu. Asanteni sana.